Mimi naitwa Adam Patrick Nyaruhuma, ni mthamini mkuu msaidizi kutoka Wizara ya Ardhi Makao Makuu Dodoma. Kwanza mimi nawapongeza kwamba mmepata hati zenu, sasa kama mlivyoambiwa, mzitunze. Na la pili, sababu sasa tunapata nafasi tukipata nafasi ya kupata watu wengi kama hivi mlivyokuja, pia tunawapenda ushauri kadha wa kadha mojawapo ya mahita, matumizi ya hati hizi ni kutumia katika kuwa na dhamana. Dhamana wadio wengi hawatataka kukopa, labda nyumba zao wanatamani siku moja zisije zikaingia matatani kama wakishindwa kulipa, lakini wakati mwingine mtaweza kuzitumia kama dhamana ya mikopo, na inapotokea unatumia hati kama dhamana ya mikopo anayehusika na hayo mambo ya mikopo ni huyu anayekukopesha, kwa maana ya benki au taasisi ya fedha. Lakini katika hatua fulani, mimi ndio somo langu la leo. Katika hatua fulani, kama benki inataka kukopesha hela nyingi, itataka kuweke rehani hiyo mali yako, yaani kwamba, hmm, ikitokea ukashindwa labda, wataiuza na ili rehani ifae kutumika vizuri, inapaswa pia ithaminiwe. Benki watataka kujua kwamba mali hii ambayo tunaishikilia, wanashikilia karatasi tu, hawachukui nyumba yako, hawafanyi nini. Unatarajiwa kwamba mlivyokubaliana wewe kulipa, kama unafanya biashara ufanye biashara ulipe, lakini watataka thamani, wajue mali. Kwa mfano, wanataka kukopesha, kama wewe unataka kukopa, mfano milioni hamsini, wanataka kujua kama, je, hii mali yako ulionayo ya milioni hamsini? Watatuma mthamini mimi taaluma yangu ni mthamini. Uthamini inatoka kwenye neno thamani. Kwa Kiingereza wanaita valu, au mtaalamu wa kufanya kazi hiyo anaitwa valua. Kwa hiyo inapofika hatua fulani, wewe pamoja na hiyo benki mtashirikiana, mtatafuta mthamini. Wathamini wako katika mafungu mawili leo hii, wako walioko serikalini, kwa maana tuko kwenye wizara, wengine wako ofisi ya mkoa wengine wako kwenye halmashauri halafu kuna wathamini wa binafsi wako kwenye makampuni makampuni hayo kwa hiyo benki inatafuta urahisi anaweza ka benki na wewe mkashirikiana mkachukua mthamini kutoka kwenye halmashauri au mkatafuta wa binafsi wale wabinafsi tunakuwa tumewaandikisha na, na serikali na kuna utaratibu wa kuwasimamia mambo yanayohusu thamani na pesa ni mambo makubwa sio mambo madogo kwa hiyo Aa, ni ni ninachotafuta kukwambia kwamba pamoja na kupewa hati ufahamu kwamba ardhi ndipo penye wataalamu mbalimbali wa huduma zingine. Kuna wataalamu sisi tunaokupeni uta, uthamini na uthamini si kwa ajili ya kukopa tu. Kama mtakuwa mnafahamu, thamani zinahitajika kwa ajili ya vitu vingi sana, wakati mwingine kulipa fidia. Mtakuwa umeona watu walipwa fidia, wathamini wale, wale ikawa binafsi au serikali, ndio hufanya uthamini kwa ajili ya fidia. Pia uthamini unaweza kufanyika kwa ajili ya madhumuni mengine mbalimbali mbali. lakini walau mimi leo ninachokuambia tu kwamba kwa kwakuwa umepata hati uwe na uhakika kwamba siku ukitaka kukopa, itabidi hati yako wathamini waichukue waje wakague nyumba yako na hapo uweze kuokopeshwa. Na msiogope mikopo, ogopa kutokopa ukatumia isivyofaa lakini usiogope mkopo. Mkopo ni kama unafanya shughuli ya maana, mara nyingi walio wengi wanafanikiwa, na usiogope kwa kuwa eti tuliona nyumba moja iliuzwa kwa sababu mtu alishindwa mkopo, kwa sababu hako kama alipewa ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali, ali hela alafu akufanya aliyopangwa, lazima kwa namna moja au nyingine ataathirika. Lakini ukopaji ni njia mojawapo ya kujinasua na kujiletea maendeleo, hasa mikopo hiyo ikitumika vizuri kwa taaluma za ardhi ni pamoja na uthamini, wataalamu wa ardhi wathamini, pamoja na maafisa ardhi kupeni hati pamoja na wapima waliopima hivi viwanja vyenu pamoja na wataalamu wa kupanga miji ambao ndio wamepangilia mji wenu ukae vipi, na tunawashaurini msivuruge. Sio una umeshaambiwa, mpaka ni hapa, unazidi unaingia barabarani, labda au unafanya hivi kwa, kwa kutafuta tu, labda kwamba mimi hapa naona na uepesi fulani mji utaharibika na thamani yake inakuwa ndogo. Kwa hiyo kuhusu uthamini, ni taaluma ya kusema mali za watu thamani matia sai nasema, nimeiona mali ile milioni kadhaa, basi wale jamaa wanafanya maamuzi kutegemeana na thamani. Umenipata? hiyo ni huduma mojawapo inayotokana na kuwa na hati.